Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibu katika kipindi chetu, kipindi ambacho kinahusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam wakadiani. Kipindi kilichopita wageni wetu walitueleza kuhusiana na ukweli wa mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Leo tutaendelea moja kwa moja na watajibu maswali ambayo watu wanauliza sana kuhusiana na shutuma mbalimbali dhidi ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Karibu katika studio yetu. Upande wangu wa kulia ni naye Mwalimu Nasir Juma Tuva Saib, karibu katika kipindi chetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Vile vile ni naye Mwalimu Muhammad Musa Uponyo Saib. Musa Saib, karibu katika studio yetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, Mwenyezi Mungu anapotuma mitume kama mlivyotueleza katika kipindi kilichopita ni kuwa manabii hawa wanapata wapinzani, na vile vile Masihi Maud alehi salatu wassalam alipodai ya kuwa yeye ni mujadid, yee ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ametumwa na Mwenyezi Mungu, basi vile vile alipata wapinzani, na wapinzani hawa walitoa shutuma nyingi sana dhidi yake. Je, unaweza kutueleza shutuma ambayo iliibuliwa na wapinzani hawa kuhusiana na maneno ambayo yalikuwa ni kuwa yeye ni mti uliopandwa na Waingereza? Asante sana eh, ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam ni kweli alipata pingamizi hiyo kuu kabisa ambayo ilitokana na tamko hili kwamba alisema, mimi ni mti uliopandwa na Waingereza. Wapinzani wake walisema ya kwamba maneno haya nikana kwamba ameisifu sana serikali ya Uingereza na ni sawa na kusema kwamba cheo eh, eh, chake cha ch ch unabii ama kuwa yeye ni Mahdi alayhi salatu wasalam, nikana kwamba kilidhaminiwa na serikali hiyo ya Uingereza ama nikana kwamba kilichochewa na serikali hiyo ya Uingereza. Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam akijibu tuhuma hii ama e, e, pingamizi hii alisema kwamba mimi nilitamka tamko hili, lakini sikumaanisha e, juu ya cheo changu kama Masihi wala sikumaanisha juu ya cheo changu kama nabii, bali nilirejelea e, juu ya huduma ambazo kwamba zilitolewa na e, mababu zangu katika serikali ya Uingereza kwa takriban nusu karne na si kwamba tu ni juu ya hao peke yake bali hata babangu mzazi eh, Hadhrati Mirza Ghulam Murtaza pia naye alitoa huduma katika serikali hiyo, na pia Hadhrati Mirza Qadir alitoa huduma katika serikali hiyo. Kwa hivyo, mimi maneno yangu haya nilimaanisha juu ya huduma hii, wala si kumaanisha juu ya cheo changu kama Masihi. Maneno haya yaliandikwa katika kitabu kilichoandikwa na bwana mmoja anaitwa Salepel Griffin, eh, eh, chifu wa Punjab na pia vile vile ha, Masih Aliyeahidiwa akiendelea kueleza tuhuma hii na kuonyesha kwamba ilikuwa ni njama iliyopangwa na wapinzani, alisema kwamba watu fulani wanaenda katika serikali na kupeleka madai E, ambayo kwamba ni kama yanatokana na chuki ama wivu ama tofauti ya kidini ama e, sababu fulani ya kibinafsi ya kwamba mimi nimesema tamko lile nikimaanisha kwamba ile serikali ni kama ndio iliyonidhamini kuwa nabii, lakini nimeeleza mara zote ya kwamba unabii wangu mimi ulitokana na amri ya Mwenyezi Mungu, na mimi sio mti uliopandwa na Waingereza kwa maana ya cheo cha cha unabii pia vilevile. Vile alisema akizidi kuelezea kwamba baada ya kuchunguzwa kwa kina e, na ikaonekana ya kwamba wafuasi ama wale watumishi waliokuwa zamani katika serikali hii ya Waingereza wa, e, maafisa wakuu wenyewe katika serikali waliandika barua ambapo kwamba ilisifu wale watumishi wa zamani ambao kwamba waliitwa waaminifu na wakaitwa waliojitolea katika serikali ile, na serikali ndio ikasema kwamba hawa ni kama mti uliopandwa na Waingereza. Kwa hivyo matamshi haya ambayo Masihi aliyasema hayakumaanisha juu ya cheo chake. Lakini pia kwa matamshi, kwa maneno haya ya Masihi aliyoyatoa hapa yalionyesha kwamba kumbe hili tamko lilikuwa limesemwa na serikali yenyewe kutoka katika wa, e, wa, wa, maafisa wakuu katika, katika serikali na ye alinukuu, jinsi ilivyosemwa, lakini akimaanisha juu ya huduma zilizotolewa katika, e, kat, e, katika serikali ile na mababu zake, wala haikuwa imelenga juu ya cheo chake na hii iliandikwa katika kitabu Tabligh Risalat juzuu ya saba ukurasa wa kumi na tisa hadi ishirini. Kwa hivyo tumeona waziwazi ya kwamba ile shutuma ilikuwa imewekwa juu ya ile maneno ambayo aliyatamka, ilikuwa ni kama njama ya wapinzani kutafuta mahali ambapo watamrushia tuhuma Masih aliyeahidiwa, lakini tuliona kwamba maneno yale yalisemwa na serikali na ilikuwa ni kwa, kwe kwa kulenga e, juhudi ama huduma zilitolea na, na mabubu zake, wala si haikuwa hai imelenga kwamba ni juu ya cheo chake kama imamu na Masihi Maud katika zama hizi. Asante sana um, ndugu mwalimu mpendwa kwa kueleza maneno haya, kwa sababu haya ndiyo maneno ambayo watu mpaka saa hizi bado wanatumia dhidi ya Masihi Maud alayhi alahisalatu wassalam na pia jumuia ya Waislamu Waahmadia, ya kuwa jumuia ya Waislamu wa, wa Ahmadia ilidhaminiwa na Waingereza na pia hii maneno ya mti uliopandwa na Waingereza haimaanishi hailengi, yani unabii wake, bali inalenga huduma ambazo walipata wa familia yake. Naam, Malim Sahib, ni vipi Masihi Maud alaihi salatu wassalam alieleza utume wake au dai lake kuhusiana na Waingereza? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba sina Ahmad alaihi salatu wassalam tangu pale mwanzo alisisitiza kwamba utume wake aliupata kutokana na baraka ya Mwenyezi Mungu, na alipata pia ile heshima ya kupata ufunuo wa kimungu kama ilivyo ile kawaida kwamba mdai yoyote wa ukweli lazima apate habari za haibu kwa wingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na akasisitiza kwamba yeye alikuwa ni mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu na wala hakuwa na uhusiano wote na serikali ya Uingereza na vile vile akasema kwamba misheni yake ya kidini haikupata udhamini au fadhili wote kutoka kwa serikali ya Uingereza. Katika maandishi yake mwenyewe anasema hivi katika 40, e, ukurasa wa nne hadi saba anasema kwamba mimi ni mti ambao hauwezi kungolewa na wao, hata wakuja pamoja wale wa mwanzo wao na wa mwisho wao, wale walio hai wao na waliokufa wao, kuniomba ili nife, Mungu wangu atakataa maombi yao na atayabadilisha kwao kuwa ni laana na vile vile katika ubeti moja wa Kiajemi, Sidna Ahmad alaihi salaam anazidi kufafanua mambo haya akisema kwamba, eh wewe unayenikimbilia na mamia ya shoka, mwogope bustani kwa sababu mimi ni tawi lenye kuzaa matunda. Kwa tafsiri fupi ya ubeti huu ni kwamba Sidna Ahmad alaihi salaam alikuwa na yakini kwamba unabii wake aliupata kwa Mwenyezi Mungu na ni kwamba alikuwa ni mtume wa ukweli na Mwenyezi Mungu angemlinda kutokana na shutuma na njama za upinzani. Kwa hivyo ni wazi kwamba kutoka mwanzo, bwana mtangazaji, Sidna Ahmad alah salam, alisisitiza kwamba utume wake aliupata kutokana na baraka za Mwenyezi Mungu na wala kwa vyovyote vile haukuhusiana na serikali ya Uingereza. Asanti sana mwalimu mpendwa kwa kubainisha ya kuwa Masihi Maud alahi salatu wasalam ni mti ambao ulipandwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sio mti uliopandwa na Waingereza kama, okay, vile wanavyomshutumu wapinzani wake. Okay. Naam, tunaangalia katika vitabu vyake Masihi Maud alayhi salatu wassalam, uh, watu wanaeleza na wanauliza maswali ni kwa nini amesifu sana uh, serikali ya Waingereza katika vitabu vyake. Naam, asante sana. Ukweli ni kwamba masihi aliahidiwa ni kweli, ilidhihirika kwamba aliweka maandiko yake ambayo kwamba inaonekana kutoka kwa wapinzani kwamba alikuwa anaisifu ana, ana serikali, lakini alisema kwamba maandiko aliyoyatumia ya kuonyesha uaminifu kwa serikali ilikuwa ni kwa sababu ya kupinga ama ku, kuondoa eh, pingamizi ambazo zingetokea kwa sababu uaminifu ni sifa ya nabii na yeye katika serikali alikuwa akifanya. Alipofika pale alipata kuona kwamba kuna watu waliokuwa tayari wanaenda katika serikali na kusema kwamba yeye ni mtu mbaya sana, na tena yeye ni hatari kuliko hata masihi wa, wa Sudan. Hii ilionyesha kwamba uaminifu wake ndio ambao ungetenganisha madai haya ya uongo na hali yake ambao kwamba ni ya ukweli. Pia vilevile, baada ya, ya, ya tuhuma hiyo ambayo kwamba ilietwa na hawa wapinzani eh, tunaona pia kuna barua ambayo iliandikwa na Maolvi Muhammad Husaini Huseini wa Batala ambaye alisema kwamba imethibitishwa ama imehakikishwa kwamba mwoyoni mwake anafikiria kwamba ni salama na, na ni halali kwamba yeye amalize serikali ambayo kwamba si ya Kiislamu na pia kupora mali zake. Na akasema kwamba mimi singeona kwamba huyo aaminiwe, bali mungeweka tahadhari, kwa sababu ninaona kwamba ile ile hatari iliyotokea kutoka kwa eh, Mahdi wa, wa Sudani inaweza ikenda ikatokea tena mikononi mwa nani? Mikononi mwa huyu Mahdi wa, wa Kadiani. Kwa hivyo ule uaminifu aliouweka pale ilikuwa ni ili kudhohofisha hizi hoja zao na pia kuzipinga zile hoja zao, kwa sababu lazima wakati yanapimwa maneno ya wapinzani na hali yake ya uaminifu, ingejulikana moja kwa moja kwamba hawa wapinzani ni waongo. Maneno haya yalisemwa katika kitabu chake yeye mwenyewe, Muhammad Hussain Batalvi, katika kitabu cha Ishatu Sunna juzuu ya sita. Kwa hivyo hii ilionyesha wazi kwamba uaminifu wake ama maandiko ambayo yalionekana akiyatumia dhidi ya serikali katika uaminifu wake ilikuwa ni kujenga eh, hoja ambazo kwamba zingeweza kushinda upinzani ambao ungeletwa na wapinzani wake. Naam, mwalimu saib, asante sana kwa jibu hilo nzuri. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na mwalimu saib, tunaona katika siku hizi tunaona Waislamu Waahmadia wanajaribu pia kujibu mashtaka haya kwa watu wengine na, na vipi vipi Masihi Maud alaihi salatu wassalam mwenyewe alijibu tuhuma na shtaka za wapinzani kuhusiana na serikali ya Waingereza? Asante sana bwana mtangazaji. sina Ahmad alaihi salatu wassalam, namna tulivyosikia kutoka kwa Mwalim Sab ni kwamba alisisitiza kwamba yeye alikuwa ni mtu mwaminifu na mkweli na kwamba maneno yoyote aliyoyazungumza ya kuishukuru serikali hayakuwa kwa sababu ya uoga ama kutaka ruzuku au zawadi kutoka kwa serikali. Na anasema kwamba yeye wakati wote alihubiri hata kinyume na imani ya Wakristo, akisema kwamba Nabii Isa alahi salatu wasalam hakufa pale msalabani na pia akahubiri dhidi ya imani mbalimbali za Kikristo. Kwa hivyo ikiwa anasema kwamba ikiwa angekuwa ni kibaraka au wakala wa serikali haya mahubiri yake bila shaka yangeikasirisha serikali ile ambayo msingi wake ulikuwa ni imani ya Ukristo. Kwa hivyo katika maandishi yake mwenyewe tunaona kwa mfano katika Kashti Nuh ukurasa 68, anasema kwamba baadhi ya watu wajinga wameibua shutuma, akiwemo huyu mhariri wa gazeti la Al-Manar kwamba kwa kuwa anaishi katika serikali ya Uingereza ndio maana anapinga jihadi lakini wajinga hawa wafahamu kwamba kama ingekuwa ni hivyo basi, singehubiri na singesema kwamba Nabi Isa alahi salatu wassalam alinusurika kutoka msalabani na akakufa kifo cha kawaida na kazikwa kule siri na gari, na vile vile nikahubiri wazi kwamba Nabi Isa alahi salam hakuwa Mungu wala hakuwa mwana wa Mungu, na wala hata hakuwa na hizo sifa. Kwa hivyo, anabainisha kwamba maneno yoyote niliyoyazungumza, kama ya kuisifu serikali au kuipongeza serikali, ni kwa sababu ni kwa mujibu wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu vile vile anaendelea kusema katika Nurul Haq ukurasa wake wa 30, anasema kwamba katika hii serikali mali na maisha ya wa waislamu inalindwa dhidi ya mdhulumu yote yule. Kwa hivyo ni haramu, ni makosa kwamba kuingia katika kupinga serikali kama hii, kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an tukufu na mafundisho ya Uislamu. Vilevile anaendelea kusema kwamba ni haramu kuingia katika kuipinga serikali ambayo imetoa uhuru wa ibada na uhuru wa dini kwamba kila dini ina nafasi ya kuhubiri mafundisho yake, na wala haitumii nguvu kueneza mafundisho yake yenyewe. Kwa hivyo anasema kwamba lolote alilolizungumza kuonekana kama anaipongeza serikali ni kulingana na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, na wala si kwa sababu ya uoga au kwa sababu ya kutaka ruzuku au zawadi kutoka kwa serikali. Naam, asante sana mwalimu mpendwa. Naam, mwalimu Saibu, kuna ushahidi gani ambayo Masihi Maud alaihi salatu wassalam mwenyewe alitoa ya kuwa uaminifu wake dhidi kwa Waingereza sio juu ya hofu yake. Naam, asante sana kwa swali hilo. Eh, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi salatu wassalam yeye uaminifu ambao aliuweka haukutokana na hofu juu ya serikali wala haukutokana na kwamba anatafuta kupata faida ya kibinafsi, bali yeye alisema kwamba eh, uaminifu ambao aliuweka juu ya serikali ile ilikuwa ni sehemu ya mafundisho ya Kiislamu ama ni msingi wa Kiislamu. Na akibainisha hilo, alisema kwamba kama itazamwe haitapatikana mfano wowote ama ushahidi wowote kwamba mimi nimewahi kupatiwa msaada wa kifedha ama msaada wa aina yoyote ambao ni wa kibinafsi, ambao unaonyesha ndio maana nilikuwa ninafanya haya yote kwa ajili ya faida hiyo. Lakini pia alisema kwamba serikali yenyewe hakuna mpango wowote ambao kwamba iliwahi kufanya unaoleta eh, usalama kwangu ama njia ya ku, kunilinda dhidi ya upinzani ambao kwamba ninge hatari ningepata katika, katika wapinzani wangu. Na kwa vyovyote tunavyojua ni kwamba ikiwa mtu anafanya kazi katika serikali ambayo anatafuta faida ndani yake na anatafuta cheo, basi pia inawezekana hata akapatiwa ulinzi ama akawa anapatiwa misaada mbalimbali ya kifedha. Ndipo akasema kwamba mimi sikupatiwa msaada wote wa kifedha wala hata sikufanyiwa mpango wa kulindwa dhidi ya wapinzani, wapinzani wangu kama kuna hatari ambayo ingetokea. Hasa inawezekanaje kwamba mimi nilikuwa ninafanya kwa kutafuta faida ama ninafanya kwa sababu ya hofu hii nilifanya kwa sababu ndiyo misingi ya Qur'ani Tukufu ya kwamba katika serikali lazima uonyeshe uaminifu, na pia tukiangalia katika historia ya Kiislamu na mafundisho ya dini, ni sifa mojawapo katika sifa za manabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ni sifa moja ambayo ilikuwa pia na manabii ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sio tu Masi Maud alayhi salatu wassalam alikuwa chini ya Waingereza, bali kulikuwa na Waislamu wengi tu vile vile kama wanazuoni. Ni vipi unaweza tueleza ili yule ambaye anatazama kipindi chetu aelewe hawa wanazuoni, vitendo vyao na maandiko yao ililingana vipi na matendo ya Masi Maud alayhi salatu wassalam kuhusiana na serikali ya Waingereza? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Uh, ni jambo la kuhuzunisha sana, pamoja na kusikitisha kwamba hawa waliokuwa wakimshutumu Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam kwamba anaisifu serikali, nao vile vile walitumia maneno kama yale yale waliotumia Saidna Ahmad alaihi salam kwa kuisifu serikali, na hata walisitisha pale, walitia hata chumvi zaidi na sasa tunashangaa kwamba wao wakati wanaisifu serikali wanaona ni sawasawa tu, lakini Saidna Ahmad alahisalam anapoipongeza serikali kwa huduma nzuri ilizotoa kwa ajili ya Waislamu wanaanza kumshutumu na kusema kwamba ni wakala wa serikali au ni kibaraka wa serikali. Hivyo bwana mtangazaji, nashangaa kwamba huu ni Uislamu wa aina gani au ni uadilifu wa namna gani? Na tuna, tunavyojua bwana mtangazaji ni kwamba historia haidanganyi tunaona katika historia, katika vitabu ambavyo hawa maulamaa wenyewe waliandika, kwamba vinashuhudia kwamba na wao pia walisifu serikali. Kwa mfano, tunasoma katika Ishatu Suna juzu yake ya sita ukurasa wa kumi huyu bwana Sheikh Muhammad Huseini Wabatala ambaye alikuwa ni sheikh mkubwa al-hadith, anasema hivi kwamba haipaswi muislamu yoyote kupiga kura au kuipinga au kuunga mkono mtu yoyote kwa pesa, kuipinga serikali yoyote iwao ile, iwe ni ya Kikristo, iwe ya Kiyahudi au serikali iwayo yote ile ambayo inatoa uhuru wa ibada, na nasema kwamba kwa hivyo ni haramu kwa waislamu wa India kuipinga serikali ya Uingereza. Haya ni maneno yake mwenyewe, Shekh Muhammad Husein Wabatala. Vile vile katika hicho hicho kitabu Ishatu Suna hiyo juzui ya sita, ukurasa kumi na mbili, anaendelea kusema kwamba nawatangazieni kwamba husi wakati wa upanga, bali ni wakati wa kalamu na huyu ndio ile mpinzani mkubwa sana wa Sayyid Ahmad aliyempinga sana wakati Sayyid Ahmad aliposema kwamba wakati huu si wakati wa jihadi ya upanga bali ni jihadi ya kalamu. Sasa yeye pia anatumia maneno kama yale yale na si yeye tu bali hata ile mujtahid mmoja wa Kishia bwana Said Ali Alhairi, naye pia anasema mambo kama hayo, na wale hakutaka kubaki nyuma katika kuipamba serikali ya Uingereza, anasema kwamba tunajivunia kuishi chini ya serikali ambayo uhuru wa dini ni sheria, uhuru ambao haupatikani mahala popote duniani. Kwa sababu hii nasema kwamba ni jukumu la kila mshia kuonyesha shukurani ya dhati kwa wema kama huu ambao serikali imetoa. Sasa bwana e, mtangazaji uta, utashangaa kwamba maneno kama haya hata mengine yametiwa chumvi zaidi. Sidna Ahmad hakutumia kama hayo, lakini wao wakaisifu serikali, na si hivyo tu bali wakawa wanapata ruzuku na zawadi kutoka kwa serikali kutokana na maneno, maneno yao haya matamu. Kwa hivyo ni kutokana na muktadha huu kwamba Sna Ahmad alaihi salatu wasalam naye alisema kwamba kwa kuwa serikali hii imetoa uhuru wa dini, watu wana uhuru wa kuabudu na kuchunguza mafundisho ya dini zingine na kueleza mafundisho yao, basi ndio kwa sababu kwa mujibu wa mambo haya, na mimi nikaeleza kwamba serikali hii ni nzuri kwa sababu imetoa huo uhuru wa ibada na wala haiingilii ibada za watu wengine. Kwa hivyo Sena Ahmad Alah Islam, bwana mtangazaji, aliweka wazi kwamba yeye ni kwa nini alisifu serikali. Na tumeona kwamba hata na wale wapinzani wake nao waliipata kusifu serikali saidi na wakapata ruzuku na zawadi kutoka kwa serikali. Naam, asante sana Mwalimu Saib kwa jibu hilo nzuri sana. Naam Mwalimu Saib, katika tukiangalia historia tunaona ya kuwa uh, upinzani aliokumbana nayo Masih Maud alaihi salatu wassalam ilikinzana vipi na madai ya kuwa yeye ni wakala wa Waingereza. Kiukweli, Hadhrati Mirza Ghulamu Ahmada alaihi salatu uh, wassalam upinzani ambao kwamba uliwekwa na wapinzani dhidi ya kusema kwamba yeye ni wakala wa, wa, wa, wa serikali inakinzana na hali halisi ilivyokuwa. Kwa mfano, wakati alipokuwa katika serikali pale, kuna watu ambao kwamba walienda katika kushtaki, wakasema kwamba huyu eh, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, yeye ni wakala wa serikali, na watu hao hao bado wakarudi kuiambia serikali kwamba yeye ni, a, yeye amekuja kumaliza serikali, yani kama ni adui wa serikali. Sasa, kwa upande mmoja hao hao wanadai kwamba yeye alikuwa ni wakala wa serikali, lakini pia wanadai kwamba yeye alikuwa amekuja kumaliza serikali. Katika maneno haya, wakati alipokuwa akiambiwa, e, masala hidiwa akapata ufunuo ambao kwamba ulisema, Uingereza haitadumu zaidi ya miaka minane bali, e, kutakuwa na machafuko. Basi wakati alipopata ufunuo huu e, na wanajumia wakaufahamu. Muhammad Husaini wa Batala alipata maneno haya kuyasikia kwa mmoja katika wanajumuia, na yeye aliandika makala mara moja ambayo ili kuthibitisha na kusema kwamba mimi niliwaambia kwamba huyu amekuja kumaliza serikali lakini, eh, katika maneno yake hakufikiria kwamba inawezekanaje mtu ambaye yeye ni, ni wakala wa serikali tena akatamka ufunuo ambao kwamba unabashiri kuanguka kwa serikali hiyo hiyo. Je, yes, si ilikuwa anafaa aisaidie serikali kuenuka kuliko kutoa ufunuo uf, uf, huu uf, uf, uf, uf, uf. Basi maneno haya yanaonyesha ni namna gani ambavyo ilikuwa inakinzana upinzani wa katika maneno yao ya hakikisha kwamba anaonekana ni wakala wa serikali lakini pia hali nyingine ni kwamba ilikuwa inakinzana na vitendo vyake yeye mwenyewe, na kwamba hakuficha ufunuo ambao aliupata juu ya kuonyesha serikali hii ingeanguka kupitia yale ambayo kwamba yanaendelea. Na asante sana Mwalimu Saib, imebainika ya kuwa unabii wa Masih Maud alaihi salatu wasalam haikudhaminiwa na Waingereza na pia imebainika ya kuwa Uh, Ahmadiyat ni mti ambayo ulipandwa na Allah subhanahu wataala wenyewe. Naam, Maalim Saib, hawa wapinzani ambao walikuwa wanampinga sana Masihi Maud alayhi salatu wasalam walikuwa ni Wakristo na tunaona ya kuwa imani yao ilikuwa ni imani ya Yesu Kristo kufa msalabani na tumeona ya kuwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikuwa kinyume kabisa na imani yao ya kuwa Yesu Kristo amekufa kifo cha kawaida na hata rudi yeye mwenyewe na waliungana kabisa kumpinga hawa mapadri wa mishonari na wabashiri wa kikristo walimpinga sana, ikiwa walikuwa wamekuwa pamoja wanampinga. Na hapo awali, wanasema wengine, wanasema ya kuwa hawa walikuwa pamoja na Masihi Mauda alayhi salatu wassalam, kwa sababu gani? Ati yeye ni mti uliopandwa na Waingereza. Je, unaweza ijibu hii swali tetezi? Asante sana bwana mtangazaji. Ukweli ni kwamba baada ya Seidina Ahmad alayhi salatu wassalam kudai kwamba alikuwa ni Masihi aliyeahidiwa na kuanza kuendesha mahubiri yake na kueneza mafundisho ya dini ya Kiislamu, makundi mbalimbali mbali ya kidini yalikuja pamoja ili kupinga juhudi zake. Miongoni mwa wale waliokuja pamoja ni viongozi wa kidini ya Kikristo au mamishonari au mapadri, walikuja pamoja ili kuendesha juhudi kubwa sana kuzima kazi ya Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Walifanya hivi kwa kuandika vitabu, kufanya mikutano, kufanya mihadhara mbalimbali, ili kuona kwamba Sayyid Ahmad alayhi salam hafaulu katika kazi yake. Miongoni mwa wale waliokuja pamoja ni kama huyu Bwana Thakurtas ambaye aliandika vitabu vingi sana kumpinga Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa vitabu alivyoviandika ni hiki Review of Brahin Ahmadia, aliandika Izalatul Mirza Kadiani, akaandika Zunubu Muhammadia, miongoni mwa vitabu vingi tu. Vilevile Bwana Padri SP Jacob naye aliandika kitabu chake pia kumpinga Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Na si hao tu bali tunaona no mapadri padri au mamishonari kama file vile Fati Masii Waris Masii Imamudin Sirajdin Abdalla Asam Dr. Henry Martin Clark hawa wote pia walifanya juhudi kubwa kwa hali na mali kuona kwa kwamba Seidna Ahmad al Islam hafaulu katika kazi yake, na tukikumbuka vizuri bwana mtangazaji, kuhusu huyo Abdalla Asam, naye aliendesha mahubiri ya chuki sana dhidi ya Uislamu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Seidna Ahmad al Islam alimuonya kwamba angekuja kudhalilika ikiwa hata koma mahubiri ya chuki na tukaona ikatokea vilevile kwamba alikuja kudhalilika na hata akafariki katika ile hali ya kudhalilika. Naye huyu bwana Dr. Henry Martin Clark naye alianzisha kesi ya uongo ya mauaji dhidi ya Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam, kesi ambayo baada ya siku nyingi na mahakama ikaona kwamba hakukuwa na ukweli ikatupiliwa mbali. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba haya ni makundi mawili kinzani Sidna Ahmad alahisalam akiwa na msimamo wake, hawa nao wakiwa na msimamo tofauti. Kwa hivyo haiwezekani kwamba walikuwa wakifanya kazi pamoja. Tunaona vile vile kwamba miaka michache kabla ya Sidna Ahmad alahisalam kufariki, kwamba polisi au serikali ilitengeneza sheria kwamba mgeni yeyote aliyekuja Kadiani lazima achukuliwe taarifa zote za muhimu kumuhusu kwamba alikuwa ni nani, anatoka wapi, na amekuja kufanya kitu gani. Na vile vile tunaona kwamba yule yule gavana wa Punjab bwana Herbert Emerson naye alikuwa ni adui mkubwa sana wa Jumuiya wa Islam Ahmadiyya, akiwa anawahimiza hawa maahrar kwamba waendeshe hujuma zao dhidi ya wanajumuiya wa Islamu Wahamadia. Kwa hivyo haiwezekani kwamba maafisa wa serikali wanakwenda kinyume na mipango ya Sena Ahmad Alah Islam wakati yeye wa ni, ni mmoja wao ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Pia tunaona kwamba Sena Ahmad Alah Islam hata aliwaita kwamba wale viongozi wa Kikristo kwamba walikuwa ni wapinga Kristo. Sasa ikiwa alikuwa ni mmoja wao, angeendeshaje mahubiri na, na, na mambo ambayo yalikuwa ni kinyume na wao. Tunaona katika ile sherehe za miaka hamsini za malikia wa Ingereza kule India ni kwamba alimwalika aje katika Uislamu, aache Ukristo, aingie katika Uislamu. Kati hizi habari tunapata katika tufa ka, Kaisaria, ambako Sena Ahmad al Islam anamhubiria malikia na tunafahamu kwamba huyu alikuwa ni kiongozi mwenye cheo kikubwa sana. Sasa ikiwa huyu ni Sena Ahmad al Islam anamwalika kiongozi mkubwa kama huyu katika Uislamu, itakuwaje kwamba alikuwa ni wakala wao au alikuwa ni mmoja wao? Utaona kwamba bwana mtangazaji, haya ni mambo ambayo hawezi kuingia katika akili na ni mambo tu yanayoendeshwa na wale wapinzani kwa sababu ya chuki za kibinafsi. Naam, asante sana mwalimu Saib, najua mko na mengi sana kuhusiana na kujibu shutuma hizi ambazo wapinzani wa, wanalibwaka dhidi masi ya Masih Maud alaihi salatu wassalam, ya yakuwa yeye ni mti uliopandwa na, na serikali ya waingereza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu akuwe na nyinyi katika shughuli zenu za kidini na pia nawaomba pia muweze kufika katika vipindi vyetu vinavyokuja ili muweze kujibu shutuma hizi ya wapinzani. Asanteni sana. Naam, mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika tumepata elimu chungu zima kuhusiana na shutuma hili ambalo waliibua hawa wapinzani dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam, ya kuwa yeye ni mti uliopandwa na Waingereza. Wahakika wametujibu sawasawa ya kuwa yeye ni mti uliopandwa na Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo muda haitaturuhusu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.